Jina langu linaitwa Nestori Stefan Mbula, pia unaweza kuniita kwa jina la Nestori Stefan l Ya, yote sawa. Amen. Yesu ni Bwana. Haleluya. Amen. Ninasikia vizuri wapambaja awele kwenye ibada hii ya leo Jumapili ya siku ya nane ya mwezi wetu wa kumi na mbili kwa mwaka wa ishirini ishirini na nne, ni kitu cha kumshukuru Mungu zaidi ya vile mpaka kufikia leo, baadhi yetu hawapo. Ni suala la kumshukuru Mungu kwamba na wewe na mimi sisi tuko, tuna kila sababu ya kumshukuru kwa nguvu zetu zote. Haleluya, nisiwe na maneno mengi sana leo. Ni mara yangu ya pili wa pamoja pamoja na wewe katika ibada mahali hapa. Najisikia vizuri sana kuwepo kanisani kwa mama yangu ma anasikia vizuri sana. Mungu amelele akubariki sana . Jamani, huyu ni mama. Kama hujui kwenye orodha ya watoto wake na mimi nimo. Amen. Kama huamini kamuulize nikitoka. Huyu ni kaka yangu kabisa, yule pale ni mzee wangu, ni ndugu zangu. Maneno ya wazalamu usimtake ungani. Ndugu wenu umeanzia wapi? Ah ah. Twende niwe mchungaji maarake zote zo zangu hivi sasa, ni mchungaji na kanisa liko na waumini wako wakati tunaendelea kuimba, na mimi nafikiria kule kwangu, sijui saa hizi ndo wanafanyaje. Nikisema kwenye uwalimu, wewe mwenyewe shahidi, mama yangu huyo hapa isia